TAKUKURU imejiwekea mkakati wa kudumu na endelevu wa kutenga bajeti kujenga ofisi zake kila mwaka kwa kuzingatia kuwa TAKUKURU ina ofisi 145 katika mikoa 28 ya kitakukuru ndani ya wilaya 111 na vituo maalum sita kwa ujumla wake kati 155. ya ofisi hizo 145 majengo ya mikoa yanayomilikiwa na TAKUKURU ni sabini na yapo katika mikoa 23 wilaya 46 na kituo maalum kimoja. Majengo yatakayojengwa katika mwaka wa fedha wa 2025 2026 ni kumi na moja katika mkoa mmoja na wilaya kumi na ofisi ambazo bado hazijafikiwa ni 64, hizo ziko katika mikoa minne, wilaya 55 na vituo maalum vitano. Hivyo, kwa takwimu hizi tunaweza kusema kuwa Ngara ni mmoja ya wilaya zenye bahati kuwemo katika awamu hii wageri waalipo kwa idadi hii, mtakubaliana nami kuwa serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwa TAKUKUU, jambo ambalo linadhihirisha dhamira ya serikali inayoongozwa na Mheshimiwa d Samia Suluh Hassan katika mapambano dhidi ya rushwa nchini. Kwa niaba management na watumishi wenzangu wote wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, kwa mara nyingine tena ninapenda kuchukua fursa hii kutoa shukurani zangu zadati kwa Mweshimiwa d Samia Suluh Hasan rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na serikali ya awamu ya sita anayoiongoza kwa kuendelea kuiwezesha TAKUKURU kwa rasilimali watu vitendea kazi pamoja na fedha ambazo zimetuwezesha kujenga majengo ya ofisi za TAKUKURU katika mikoa na wilaya, na hivyo kuwapatia watumishi mazingira bora ya watendaji kazi, lakini pia kutoa huduma bora kwa wananchi ambao tumepewa dhamana ya kuwahudumia. wavili wa liku, kama ilivyojulishwa katika hapa. Jengo hili hadi yani kukamilika kwake limegharimu kiasi cha shilingi milioni mia tatu arobaini na saba elfu ishirini na nne na mia moja arobaini Natumia hadhara hii kuwapongeza sana DBC Ngara, na timu yako kwa uadilifu na weledi katika usimamizi wa jengo hili, hongereni sana. Hizi pesa zilizotajwa hapa si kidogo, ni nyingi, lakini tunafahamu wote katika uhalisia jengo kama hili kulijenga kwa shilingi milioni 47 ni ngumu sana. Yote katipaza akatia shilingi milioni mia nne kushika kukamilisha jengo hili kwa namna linavyoliona la hivi sasa, lakini yote ni kwa sababu ya uadilifu, bidii kubwa na kujituma aa, kwa watumishi wa wilaya ya Ngara chini ya uongozi wa wanamikidadi mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Ngara ozina fundi mkuu kapongeza sana fundi mkuu aliyetujengea jengo hili. Kwa kawaida miradi kama hii ya ujenzi tungetegemea kuwe na mkandarasi, kuna mshauri elekezi kama alivyoeleza mkuu wa miliki hapa, sisi tumetumia utaratibu wa force account. Utaratibu huu ni, ni mzuri kwa sababu unatoa fursa kwa wenyeji au wananchi wanaoishi maeneo jirani na mradi, basi kupata ajira ndogo ndogo za muda na hivyo kujipatia kipato, lakini upande wa ushauri wa mwelekezi hiyo kazi imefanywa na watumishi wenye wa TAKUKURU kama alivyotueleza mkuu wa TAKUKURU wilaya ya Ngara kwamba watumishi walijipangia pa ratiba pamoja na kazi zao zingine zote za mapambano dhidi ya rushwa, lakini walipanga ratiba za kumsimamia huyu fundi alikuwa anajenga jengo hili. Ndio maana jengo limeweza kumalizika kwa wakati, kukamilika kwa wakati, ikiwa limechelewa kwa hiyo miezi michache, lakini kwa sababu tumeelezwa kwa na mkurugenzi wa tunawapongeza sana watumishi wenzetu wa TAKUKURU wilaya ya Ngara kwa kufanikisha mradi huu. Wito wangu kwa watumishi wa TAKUKURU wilaya ya Ngara, ikiwa ni pamoja na mkoa mikoa na wilaya ambazo kuna majengo mapya, ni kuwahimiza kuyatunza na kuyathamini majengo haya pamoja na vitendea kazi vyote vilivyomo na tutakavyoendelea kupewa ili viweze kutumika hata na vizazi vijavyo. Serikali imetuwezesha kwa kiwango kikubwa sana, na ili kwetu ni deni na tunabudi kuhakikisha kuwa tunafanya kazi kwa, kwa, kwa bidii zaidi na kwa weledi zaidi yenye dhamira ya serikali ya, ya kuitokomeza rushwa nchini kwa pamoja na maono ya TAKUKURU ya kuwa na Tanzania isiyo na rushwa yaweze kutimia. Ndugu wananchi, jukumu la kutunza jengo hili kama tulivyosema, ni la watumishi wa TAKUKURU waliopo sasa na watakaofuata ambao watalitumia jengo hili kama ofisi yao, lakini jukumu la kulitumia jengo hili ni wananchi wote wa wilaya, iliengo, aa, wilaya ya Ngara mlitumia hili jengo. Kati mtawala wa wilaya akatueleza hapa kwamba kule tulikokuwa kabla ya kuhamia hapa hakukuwa rafiki, alikuwa eneo rafiki. Sababu nyingi watu wanapenda usiri wanapokuja kutoa taarifa zao za matukio mbalimbali yasiyofahamu, wanataka TAKUKURU ichukulie hatua, kidogo wanataka eneo lenye faraga kubwa. Sasa leo tumebahatika, tuna jengo zuri lina faraga ya kutosha lakini zaidi liko kwenye location nzuri ambapo si jirani au karibu sana na makazi ya watu ko. Naomba wananchi wa Ngara tulitumie kama ilivyo jengo hili kwa kuleta taarifa za vitendo vya rushwa, ubadhirifu wa fedha za umma, na mambo yote yanayokiuka maadili na sheria za nchi yetu ili yaweze kuchukuliwa hatua. Lakini vile vile, hata vijana wa kwaya hapa, kwaya ya Rusumo wametukumbusha habari ile, namba ya siri hii namba haihitaji bando, unachotaji ni kuwa na simu ya aina yoyote, smartphone. Kisha swali kama tunasema wenyewe, unapiga tu moja moja tatu, basi taarifa inapokelewa, unaweza kutoa hiyo taarifa yako basi na hatua zikachukuliwa. Kwa hiyo tutumie fursa ya uwepo wa jengo hili na hizo challenge zingine ambazo unaweza ukazitumia kuwasilisha taarifa zako TAKUKURU zifanyiwe kazi. Ninatambua kuwa ili tuweze kulifikia lengo hili na kuwa na Tanzania isio na rushwa, tunahitaji ushirikiano wa wadau wote, ikiwe mwenye ndugu zetu wa wilaya wa wa ya Ngara. Nimejulishwa kuhusu ushirikiano mzuri uliopo. Ninaushukuru uongozi wa wilaya ya Ngara kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkiutoa kwa ofisi yetu, bila kwa sababu wananchi wa wilaya ya Ngara kwa kuunga mkono juhudi za serikali katika mpambano dhidi ya rushwa. Jambo hili limefanya kazi ya kuzuia na kupambana na rushwa ilani hapa kuwa ya umoja na mshikamano. Nikosoe kidogo, vijana wetu walisema rushwa imekwisha Ngara. Hapana, haijaisha. Kwa hiyo tusibweteke hata kidogo, wananchi tuje, tutoe taarifa. Lakini azima yetu rushwa iishe siku moja, Ngara na nchi nzima kwa ujumla, lakini bado ipo.